Serikali sasa inaomba msaada wa kifedha wa kibinadamu kutoka kwa kampuni binafsi na mashirika ya kibinadamu kusaidia zaidi ya Wakenya milioni mbili wanaokumbwa na hatari ya baa la njaa. Kaunti 32 zimetajwa kuwa kwenye hatari huku kumi zikiwa kwenye hali mbaya zaidi. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ametoa wito wa msaada wa shilingi bilioni kumi na tatu wakati wa mkutano wa wawakilishi wa mashirika ya kimaendeleo na sekta binafsi. Ya ukame inayoendelea nchini tayari imesababisha uhaba mkubwa wa chakula katika maeneo kadhaa, huku ripoti za hivi karibuni zikionya kuwa wakazi wa kaunti za maeneo kame wako katika hatari kubwa ya njaa kali. Kaunti ya Wajir, hali ni mbaya, na si tu kwa familia zinazohangaika kupata chakula tu, bali pia kwa mifugo ambao ndio uti wa mgongo wa maisha ya wakazi wa eneo hilo. Wanyama wamedhoofika, wengine hawawezi hata kusimama, huku malisho na vyanzo vya maji vikikauka. Serikali inasema baadhi ya kaunti zinahitaji msaada wa dharura wa chakula, maji na huduma za afya ili kuzuia kifo. Kaunti kumi zilizo katika hatari ni Mandera, Wajia, Garissa, Kilifi, Kitui, Marsabit, Kwale, Kajiado, Isiolo na Tana River. Kaunti zilizo katika tahadhari ni Samburu, Turkana, Taita Taveta

Serikali inasema inahitaji shilingi bilioni saba kwa msaada wa binadamu kwa muda wa miezi mitatu ijayo na shilingi bilioni sita kwa mifugo miezi sita ijayo. The interventions we related interventions for food, uh, nutrition, health, and, and related issues, including water, and then livestock related interventions. Mirimoki, Runinga yu Citizen